Na katika kuliangalia hili kwa undani zaidi, hapa studio tumemwalika mchambuzi na mdadisi wa maswala ya kimataifa Ibrahim Rahbi. Rahbi, habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Salamu kabisa, shukrani sana. Naam, pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda limetoka katika mazingira gani ya kisiasa ama ya kijeshi? mm -hmm. Bado unaweza ukalipeleka kote kote kwa sababu ni takwa la kisiasa, lakini pia ndani yake kama lina amri fulani za kijeshi. Kwa hiyo unaweza ukaliweka kote kote. Ni pendekezo la Marekani ambalo unaweza kusema kuwa ni pendekezo kati ya Marekani na Israeli, kwa sababu uh, walioweka ukitazama aina ya makubaliano na vifungu vilivyowekwa mm, ni kuwa ni vifungu zaidi ambavyo viko upande wa Israeli ndio maana haraka Hamas eh, hawakulijibu wakasema, ngoja tujipe muda, lakini wakaonyesha waka tu kuwa kuna shida sehemu kwenye hili kusudio, kuna sehemu kuna shida, lakini tutalijadili. Hata walivyorudisha upande wa pili hmm, hawakulikataa pia, walikubaliana na vifungu vyote, alafu wakaenda kwenye sehemu kama vifungu viwili au vitatu uh, kuomba mabadiliko kuwa katika hili vyote tunakubaliana navyo, lakini hapa tunahitaji mabadiliko. Na na sehemu kubwa kabisa walioshikilia ni ile ambayo uh, kwa sababu walijua kuwa kwenye hilo ombi kama watasema kuwa ni lazima Israeli ithibitishe kuwa haitoanzisha tena vita au haitowashambulia tena baada ya hili swala, wao hawakulipeleka wow, wow, kwa Israeli, wakalirudisha kwa Donald Trump wakawambia kuwa tunataka dhamana ya usalama wetu kupitia kwa Donald Trump. Yaani hivi sasa Hamas wanachomtaka ni tamko la Donald Trump kuwa ajikamate na sauti ya ulimwengu hmm, hata kama bila maandishi, basi ajikamate kuwa hamtoshambuliwa tena kwa uamuzi wenu huu. Kwa nini kumekuwa na kusuasua katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitishwa kwa vita pale? Hasa kwa sababu kuna malengo tofauti ya hili. Ukitazama okay, wanaoongoza serikali ya Israel wengi ni right wing, ni mrengo wa kulia na mrengo wa kulia ni Wazayuni. Wazayuni sera yao ni ukubwa ile Great Israeli. Sasa e, wao masuala ya, ya mateka na nini si kitu chao, na mawaziri kadhaa wamelizungumza. Hata Netanyahu alilizungumza akasema kuwa kila vita ina malengo wao malengo yao makuu katika hii vita ni kuiangamiza Hamas. Kwa hiyo unaweza ukaona sio lengo mateka. Sasa ukitazama kuna mtifuana kidogo, raia wa ndani wa Israeli wanachokitaka na serikali inachokitaka hmm. hmm. lakini pia kuna shinikizo pia la ndani ambalo limemweka njia panda Netanyahu, la washirika wake ambao wengi ni wazayuni ni wa, ni wa, ni wa hasa kuwa hatutaki usitishaji wa vita wa aina yoyote, sisi lengo letu ni kuichukua Gaza. Tukimaliza Gaza tunakuja tunachukua West Bank. Unaona kuwa ni wiki jana tu wametangaza kuwa watakuwa na wataanzisha makazi ma, ma, ma, ma, ishirini na mbili tofauti ukingo wa magharibi ya walowezi. Kwa hiyo huo ni mwendelezo wa kila kitu kusema kuwa hapate kuja kuwa na taifa linaitwa Palestina, lakini nje ya pale. Sasa kuna shinikizo la wenzake wa magharibi, umeona harakati za Ufaransa zimekuwa kali, harakati Jirumani za nchi nyingi Ujerumani. mm -hmm. Eh, wamekuwa na na pressure kidogo kumpa Israel kwa kuona kuwa sasa tulimwacha sana na sasa amevuka zaidi mstari. Unamuona hata kansel wa Ujerumani, ambaye Ujerumani ni nchi ya pili inayotoa silaha zaidi kwa Israel, Fredrik Merz anasema kuwa kisingizio cha Israel cha mashambulizi ya Ghaza sasa kimevuka mstari, sio hmm. kuwa anawatafuta Hamas sasa imevuka ime, ime mstari, na washirika wengine wamekuwa vile, ni preshu kubwa wanampa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sasa ndio vinafanya haya mambo kuwa hivi. Naam, Rahbi, Hamas kuomba siku sitini za utulivu Je, hili linaonyesha matumaini ya mabadiliko ama ni mbinu tu na wao wanatumia ya muda? Azimio sio la Hamas. Hamas hawajaomba siku sitini. Ukirudi kwenye mazungumzo ambayo Steve Witkoff alizungumza na Qatar na Misri pamoja na Hamas, ilikuwa ni usitishaji kamili huo wa vita, yani kuwa lazima tutasitisha, lakini hizi siku sitini zimetoka katika pendekezo la Marekani na la Steve Witkoff, lakini likiwa lina vifungu ambavyo havi, yani ni vifungu vya mtego kuwa uh, ukilitazama azimio, unaona kama lengo kubwa la azimio hili ni kuwa tupunguze mateka upande wa pili, lakini hakuna kifungu ambacho kinasema kuwa Israeli hatuwashambulie. Kwa hiyo azimio lenyewe halina sehemu linamzuia Israeli kuwashambulia, kuwa Israeli akijisikia wakati wowote kurudi tena kwenye vita anaweza kurudi kwenye vita. Sasa hiyo ndio imekuwa kuna kuna vifungu. Kwa hiyo Hamas hawakuomba siku 60 isipokuwa hili ni pendekezo la upande wa pili. Na Israeli yenyewe imeonyesha dalili gani kuwa iko tayari kwa suluhu ya muda mrefu? Hakuna suluhu ya muda mrefu ya Israel, ambao wanaitaka wao, wamekuwa na masharti ambayo resistance wamepinga mara nyingi, kuwa ni lazima Hamas ijisalimishe, ipokonywe silaha zao zote, wapiganaji wa Hamas wote waondoke Gaza, na Israel itabaki kuikontrol Gaza kwa muda. Sasa hili ni swala ambao wanakuwa wanagongana tena na washirika wao wa kimataifa, kuwa wengi hawataki Israel ikae tena Gaza, lakini swala la kuwaondoa au Hamas kusalimisha silaha wao wao wanalikataa, maanake wao wanasema kuwa undoa, kama tunatakiwa tusalimishe silaha halafu tuko chini ya adui yetu anatulinda mwenye silaha, yani hakuna mantiki ya resistance, yani kwa maana ya mapambano ni ipi? Kwa hiyo sisi tunapambana kwa ajili ya uhuru. Kinachotakiwa kikubwa zaidi kwetu sisi kututenganisha na hawa ni lazima sisi tubaki kwenye nchi yetu huru na wao wabaki kwenye nchi yao bila kuingiliana. Katika hali ambapo raia ishirini na saba Rahbi, wameuawa hivi karibuni, kuna nafasi ya kweli ya mazungumzo kati haya yakiendelea, hawa wameuawa katika mpango tata kabisa ambao umekosolewa sana na mashirika ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa wamekosoa. Huu ni mpango ulioratibiwa na Marekani na Israeli kuhakikisha wanafunga au wanaondoa uh, maanake utaratibu wa, wa misaada ulikuwa unasimamiwa na taasisi mbili kubwa. Ilikuwa ni UNRWA, shirika la wakimbizi la Palestina, lakini ilikuwa WFP, World Food Program ndio hasa walikuwa wameweka wame utaratibu wa watu kupokea vyakula. Kulikuwa kuna vituo mia nne ambazo zinatoa misaada ya chakula, lakini kuna hujuma kubwa ambayo ikafanyika kuhakikisha kwanza wanaondoa uhalali wa UNRWA ili ifungwe. mm -hmm. lakini pia WFP wakaishiwa chakula kwa sababu Israel ilikuwa hairuhusu misaada kuingia, kwa hiyo tayari ghala zikawa ziko empty. Baada ya kuwa vile, Marekani na Israel wakaanzisha kitengo chao GHF, kinafahamika ili wao ndio wasambaze misaada yani, kuwa Israel atoe usalama, Marekani asambaze misaada. Kwa hiyo katika vituo mia nne vyote vikafungwa, wakaweka vituo vinne tu kugawa katika kanda. Kwa hiyo kunakuwa na mwingiliano wa watu wengi sana, wakienda kituo kimoja mm -hmm. kwa ajili ya chakula, lakini wakati huo wanaenda wa, wa kuchukua ile misaada Israel na hapo, jumuiya za kimataifa zinahitaji kupokea lawama kwa sababu Israel ikijisikia katika grupu lile la watu wakahisi kuwa Muhammad tunamuhisi kama ni Hamas wana uwezo wa kumfyatulia risasi mbele halaiki ya watu. Yeah, yeah. Kwa hiyo ndio maana wanaona kuwa kila wanapokwenda kupokea misaada, au kila misaada inapotokea unasikia kuna vifo vingi kwa sababu wanafiatuliwa risasi bila sababu yani ni kuwa, ni kile kuwa Israel kavuka mstari mwekundu, bila hatua zozote ambazo zinaonekana kuwa zinaweza zikamkabili. Kama makubaliano haya ambayo yanasimamiwa hivi sasa na Witkoff hayatatekelezeka, nini hatima ya mgogoro huu kwa muda mfupi na mrefu? Hakuna kingine tunachokishuhudia zaidi ya ethnic cleansing ambayo imekuwa inaratibiwa kwa kiwango cha hali ya juu. Unamaanisha nini? Utakaswa kikabila, na ndio hicho kinachosababisha yani hivi vifo vyote, kwa sababu namba ya vifo ni kubwa sana ukilinganisha na, na uhalisia. Hata kwenye namba ambayo Israel wanaitolea kuwa tumeua Hamas, ukiangalia kwa namba, asilimia sabini ya vifo ni vya wanawake na watoto. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa viko mbali kabisa na malengo, lakini unaweza ukaona lengo la pili ambalo linakuwa ni ethnic cleansing, lakini kutumia starvation. yani unakuambia unatumia njaa kama silaha kitu ambacho ni kinyume cha mkataba wa Geneva, kinyume cha mkataba uh, wowote ule wa kimataifa ambao unahusu utaratibu wa vita unatumia chakula kama, kama silaha. Hiyo pia ni lengo la ethnic cleansing. Kwa hiyo kama haya hayatoafikiwa tunaweza tukashuhudia mauaji makubwa zaidi ambayo ni kama ulimwengu umekataa kuwajibika, au zaidi tunasema kuwa Marekani hajawajibika kwa hili kwa sababu uh, ufadhili mkubwa unatoka Marekani wa haya mauaji yote na washirika wengine wa Ulaya, japokuwa kumekuwa na presha kubwa sana kwa washirika wengine hata Uingereza. Ukiangalia ndani ya Uingereza presha imekuwa ni kubwa sana ya wanasheria, wanahabari, watu maarufu kuifata serikali yao na kuikosoa katika kuunga mkono Israel. Lakini Ujerumani pia wameanza kuwaza, hata bunge lenyewe linatikisika hivi sasa, kuwaza kuwa wanatakiwa kufanya embago ya kupeleka silaha kwa Israel kamili, waondoe. Lakini mfadhili mkuu ni Marekani ambaye hajatikisika na ameonekana kuwa bado ametoa green light kuwa Endeleeni. Kwa hiyo kabla hatuna, unadhani Rahbi, kwa kumalizia, ni shinikizo gani la kimataifa ambalo linaweza kulazimisha makubaliano ya kweli? kunge kama kungetakiwa kuwa na shinikizo, basi shinikizo lingetoka kabla ya ziara ya Trump mashariki ya kati, lakini ziara ya Trump mashariki ya kati ni kama ilienda kuchukua tiketi kamili kabisa ya kuendelea na vita, kwa sababu waliotakiwa washinikize hili swala walikuwa ni Warabu wenyewe kama Waarabu wameenda kumwaga mabilioni ya dola na matilioni ya dola kwa Marekani, ambaye ndio mfadhili mkuu wa vita, unategemea kuwa hawakuona kasoro yoyote? Licha ya miezi 19 ya miezi kumi na tisa ya mauaji, hawakuwa wameona tatizo lolote? Lakini kama wangekuwa wameona kuna shida, basi hata ule uwekezaji wao wa Marekani wangeuzuia, kwanza wakamshinikiza Marekani, kwanza fedha hiza hapa, maliza hili sisi, tutakupa lakini. Unaona katika ziara yote ya nchi tatu swala la Gaza halikuzungumzwa kabisa, limewekwa kuwa kitu cha mwisho. Yani haikuwa na nafasi, na ndio kilichopelekea kumpa kichwa Israeli kuwa hata ndugu zao hawawataki. Ndio maana hawashughuliki na hili. Kwa hiyo hakuna shinikizo lingine ambalo linaweza kusukumwa kumaliza mzozo zaidi ya shinikizo kwenda kwa Marekani, kwa sababu Marekani ndio mfadhili wa vita. Aya Rahbi, uh, tunaweza tukakuuliza maswali mengi kweli kweli, uh, lakini tunatarajia labda nafasi ya kupata amani ya kudumu kati ya Hamas na Israel na Israel siku moja itapatikana, inshallah. Na ni mchambuzi huyo wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi, asante kwa wea.